Huyu Yahya Yahya Jame, Yahya Jame naye alifanya ya kama alifanya babu wake. Mataifa ya Afrika Magharibi kaingilia, kaambia lazima taondoka, asa mimi siondoki, mimi siondoke, wakati anafunga funga pesa, anaziteka makasha kwa sababu ya safari huku bado ndo kauli siondoke siondoke hasa <laughs> hizi kauli zisiwatishe jamani, sawasawa. Sawa. Sawa. Sawa sawa. Sawa. Sawa sawa. Sawa. Sawa. sisi tunasema haki ya wa wazanzibari Inshallah. Amina. Eh? Amina. Inshallah, hatujashindwa na sisi ni waungwana umesema tukishindwa, tutawambieni wananchi, sawa sawa. Hatujashindwa, hatujashindwa wala hatushindwi hicho, kwa sababu tunagombea haki, na kila siku haki inaelea, batili ndio nazama. Kwa hivyo, kama wewe unaimani dhaifu, unamwamini Babu Ali, haya, endelea una imani kamili kabisa kwamba viongozi wako hawawezi kuangusha, endeni kifua mbele, sawa sawa, endeni nini. Hamna sababu ya kuwa wanyonge kwa kauli ya Babu Ali, sawa sawa. Na leo kawaita watendaji wote wa serikali, sijui leo atasema nini, sijui leo atasema nini. <laughs> unasema waheshimiwa, mimi na imani kamili, na imani kamili kwamba tushafaulu mwamba, tushafaulu mwamba, pamoja na jitihadi zao na kumtumia Lipumba wao sisi tumefaulu mamba, wao wamekwewa kwenye ba kwenye nini, kwenye mamba. Sawa sawa, sisi tumefaulu nini, mamba, wao wamekwea kwenye nini, kwenye, kwenye mamba, pamoja na mfumo wake, pamoja na jitihada zote hizo, pamoja na mtungi. Sisi chama hichi kwanza, naambieni chama hichi hakuna mtu anayoweza Ukivunja hakuna. Wangapi wamepita? Kina mapadada yoko wapi? Ni marehemu wa kisiasa. Wengine wote i alikuwa na nia mbaya na chama hichi, atajitokeza tu, atachomoza tu. Hujui hekima za mwenyezi Mungu, hujui hekima za mwenyezi Mungu. Anatusafishia chama chetu, tukichukua hatamu za dola, chama kiwe safi kabisa, chama kiwe safi. Kwa hiyo msishangae, kesho kasikia mwingine naye ni mugiki. <laughs> Kusishangaye kusikia kwamba mwingine amekwenda CCM. Mtu mzima ana watu anaambia mitumboyo, anaambia ati mali msefu hivi, rafiki yake mkubwa <tipa> na Sumai sasaivi, rowasi kamacho mwanzo kwa nani rowasi? Sasa Sumai mimi Sumayi, jamani nafika mwaka na fika mwaka na nusu ule uso kwa uso, wanatishwa na kivuli chao wenyewe, wanatishwa na vivuli vyao wenyewe. Kwa hivyo wenye. wenye. Muachie, lakini mimi natabiri kwamba Bwana Lipumba siku zake zinahesabika. Sasa hivi kila tukenda, watu wanazidi kumtambua Lipumba ni nani. Mwanzo watu walidhani wengine kwamba tunamuonea, lakini sasa vitendo vyake mwenyewe vinamdhihirisha <laughs> kama Lipumba ni nani. Maalim Seif ni Chadema. Sasa wewe unashirikiana na CCM, je, na wewe tukisema ni CCM utakosea? Utakosea. Kwa hivyo nasema waheshimiwa, tuondoe wasiwasi. Haki yetu ipo, haki yetu ni Mungu. Tukisema siku fulani, yaani siri ya Mungu, sawa sawa, lakini ishara, dalili zote zinaonyesha kwamba haki ipo, sawa sawa, sawa sawa, sawa. Wanakasirika sana mnapopita, mimi nikasema rais, rais. Ah, kwani jamani, siye siye mlonichagua? Sasa wananchi wakasema raisi raisi, ndio mlonichagua wenyewe. Jamani, sawa sawa na nanyi sisi CUF mnasema kwamba mnafuata demokrasia demokrasia, wengi ndio wape demokrasia anya mtake watu kumi ishirini kwa, kwa maslahi yenu wenyewe na nanganania madaraka. Kwa Babu Ali safari ipo sawa sawa. Kwa Babu Ali safari ipo haki. Asante.